Karibu ndugu mtazamani wa tv yetu pendwa Lus Actas 24 Kiswahili, karibu katika matangazo haya ya habari za dunia kwa lugha ya Kiswahili, yakikuletea matukio muhimu yanayojiri kote ulimwenguni. Mimi ni Sandrine Bahati Salumu, na kwa dakika chache zijazo, tutazama kwa undani yale yanayoandikwa kwenye kurasa za mbele za magazeti na yanayozungumzwa na watu kote duniani. Ni saa mbili kamili hapa mashariki mwa DRC na tayari dunia ina mengi ya kutushirikisha. Usisahau kusubscribe, kushare na kutoa maoni yako ili uendelee kupokea habari zetu zaidi. Hebu tuanze. Kutokana na matokeo ya utafutaji, haya ni baadhi ya mambo muhimu yaliyojiri ulimwenguni jana Jumapili, Aprili 13, 2025 na leo Jumatatu Aprili 14, 2025. Afrika Sudani: shirika la UNICEF lilisema jana kuwa watoto milioni kumi na sita nchini Sudani wanateseka sana, kutokana na vita vinavyoendelea. Afrika Kusini: waziri wa mambo ya nje wa Marekani ametangaza kuwa balozi wa Afrika Kusini kwa Washington hatakiwi nchini humo, kutokana na uhusiano unaozorota kati ya nchi hizo mbili. Ulaya: visa vya surua vimeongezeka maradufu barani Ulaya. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC: Marekani imewashtaki watu waliohusika katika njama ya mapinduzi nchini DRC. Mambo mengine, Ukraine, Rais Putin wa Urusi ameridhia. Hebu tuzame kwa kina zaidi kwenye matukio yanayohusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hali ya usalama mashariki mwa DRC. Hali ya usalama mashariki mwa DRC haswa, katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri inaendelea kuwa tete sana. Makundi yenye silaha kama vile M23 na AED FF Allied Democratic Forces yanaendelea kufanya mashambulizi na kusababisha uhamaji mkubwa wa watu na mateso kwa raia. Hivi karibuni, wakuu wa majeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC walipewa siku tano kuandaa mpango wa ulinzi kwa mji wa Goma na maeneo yanayozunguka, lengo likiwa ni kuzuia mashambulizi zaidi. EAC na SADC zimeagiza kuondolewa kwa vikosi vyote vya kigeni ambavyo havijaalikwa nchini DRC. Mawaziri wa ulinzi wa jumuiya hizo wamepewa siku 30 kuandaa mkakati wa utekelezaji wa agizo hilo. Licha ya juhudi za kikanda, viongozi wameeleza kuwa njia pekee ya kuleta amani ya kudumu ni kupitia mazungumzo badala ya mapigano. Uchaguzi mkuu wa 2023 na matokeo yake. Mnamo Disemba 20, 2023. DRC ilifanya uchaguzi mkuu ambapo zaidi ya watu milioni 44 walikuwa wamejiandikisha kupiga kura. Uchaguzi huo ulikuwa wa nne tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi nchini humo. Hata hivyo, uchaguzi huo ulikumbana na changamoto mbalimbali mbali. Ikiwa ni pamoja na masuala ya usalama na usambazaji wa vifaa vya kupigia kura. Baadhi ya wagombea wa upinzani walilaani utaratibu uliotumika katika uchaguzi huo wakidai kuwepo kwa udanganyifu mkubwa na kutaka uchaguzi urudiwe. Mgombea wa upinzani Moise Katumbi alitoa wito wa kubatilishwa kwa uchaguzi huo. Hatimaye Rais Felix Tshisekedi alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa kupata takribani asilimia sabini na tatu ya kura. Mpinzani wake wa karibu Moise Katumbi alipata asilimia kumi na nane ya kura. Mengine yanayoendelea Marekani imewashtaki watu waliohusika katika njama ya mapinduzi nchini DRC. Hii inaonyesha wasiwasi wa kimataifa kuhusu utulivu wa kisiasa nchini humo. Hakika, kuhusu Marekani kuwashtaki watu waliohusika katika njama ya mapinduzi nchini DRC, hili ni tukio linaloangaziwa sana na lina uzito wake. Kulingana na taarifa zilizopo Wizara ya Sheria ya Marekani imefungua mashtaka dhidi ya watu kadhaa kwa madai ya kupanga njama ya kufanya mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mambo muhimu kuhusu kesi hii, washitakiwa. Ingawa majina kamili ya washitakiwa wote hayajawekwa wazi kwa umma, inafahamika kuwa baadhi yao ni raia wa Marekani na wengine ni raia wa nchi nyingine. Taarifa zinaonyesha kuwa kuna raia mmoja wa Kongo pia anahusika. Malengo ya njama. Inaelezwa kuwa njama hiyo ililenga kumwondoa madarakani Rais Felix Tshisekedi kwa nguvu na kuweka serikali mpya. Mbinu zilizopangwa. Washitakiwa wanadaiwa kupanga kuajiri na kuwafunza watu wenye silaha, kupata silaha na vifaa vya kijeshi, na kuendesha operesheni ya kijeshi nchini DRC. Uhusika wa Marekani. Mstari wa Marekani, ina mamlaka ya kushtaki watu kwa uhalifu uliofanywa nje ya nchi yake ikiwa kuna uhusiano wowote na Marekani. Kwa mfano ikiwa wahusika ni raia wa Marekani au walitumia rasilimali za Marekani katika kupanga uhalifu huo. Sababu za kuingilia. Sababu haswa za Marekani kuchukua hatua hii zinaweza kuwa nyingi. Inaweza kuwa ni kulinda utawala wa kidemokrasia na utulivu katika eneo la Afrika ya Kati, kuzuia uhalifu unaovuka mipaka au kulinda raia wake ambao wanaweza kuwa walihusika au kuathiriwa na njama hiyo. Hatua zilizochukuliwa. Baadhi ya washitakiwa tayari wamekamatwa nchini Marekani na wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali yanayohusiana na kupanga mapinduzi, ukiukaji wa sheria za usafirishaji wa silaha na uwezekano wa ugaidi. Athari kwa DRC yaani, tukio hili linaweza kuwa na athari kubwa kwa DRC. Linaweza kuongeza wasiwasi kuhusu utulivu wa kisiasa nchini humo na kuathiri uhusiano wake na Marekani. Pia linaweza kuleta mjadala kuhusu uingiliaji wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi. Kuhusu vita nchini DRC, hali inaendelea kuwa ngumu hasa mashariki mwa nchi. Hapa kuna mambo muhimu unayopaswa kujua. Maeneo yanayoathirika zaidi: mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri ndiyo kitovu cha mapigano. Hapa ndiko makundi mengi yenye silaha yanafanya shughuli zake. Makundi makuu yenye silaha: msili 23 hili ni kundi linaloundwa na wapiganaji wengi wakiwa ni Watutsi wa Kongo. Walianzisha uasi tena mwaka mbili sifuri mbili moja na wamekuwa wakipata maeneo mengi hata kutishia mji mkuu wa Jimbo la Kivu Kaskazini, Goma. Wanalalamikia kutotekelezwa kwa makubaliano ya awali na ubaguzi. ADF, Allied Democratic Forces, hili ni kundi lenye asili ya Uganda lakini limejijenga DRC. Lilihusishwa na Uislamu wenye msimamo mkali na limefanya mashambulizi mengi ya kikatili dhidi ya raia. Kuna madai ya uhusiano wao na Islamic State ES, makundi mengine. Kuna makundi mengi mengine madogo madogo yenye silaha kama vile CODECO, Mai Mai na mengine yanayohusika na masuala ya kikabila, udhibiti wa rasilimali na mengineyo. Sababu za kuendelea kwa vita. Historia ya migogoro mstari wa DRC imekumbwa na migogoro kwa miongo mingi inayoendeshwa na mchanganyiko wa siasa za kikabila, ushindani wa rasilimali madini na uingiliaji wa nchi za nje. Udhaifu wa serikali. Serikali kuu inakabiliwa na changamoto katika kudhibiti maeneo yote ya nchi, haswa mashariki. Hii inawapa nafasi makundi yenye silaha kujitanua. Ushawishi wa kikanda. Kuna madai na wasiwasi kuhusu ushiriki wa nchi jirani kama vile Rwanda na Uganda katika kuunga mkono baadhi ya makundi yenye silaha, ingawa nchi hizo zimekanusha madai hayo. Rasilimali asili. Utajiri mkubwa wa madini katika eneo hilo umekuwa chanzo cha migogoro huku makundi mbalimbali yakipigania udhibiti wa migodi na njia za usafirishaji. Hali ya sasa, Aprili 2025, hali bado ni tete sana msiri ni na tatu wanaendelea kuripotiwa kujitanua katika baadhi ya maeneo. Juhudi za kikanda na kimataifa zinaendelea kujaribu kupata suluhu ya amani, lakini mafanikio yamekuwa machache. Kuna wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kibinadamu, huku mamilioni ya watu wakiwa wameyakimbia makazi yao na kuhitaji msaada. Ulimwengu ni mkubwa na matukio ni mengi. Tumekuchagulia yale muhimu zaidi. Je, umejifunza nini leo? Jiunge nasi tena saa sita na dakika 30 mchana ili usipitwe na kinachoendelea. Mimi ni Sandrine Bahati Salumu. Asante na kwa heri.